Shughuli bado mbichi, mapambano yanaendelea, aruta kontinua. E bana, tumetoka kushuhudia one of the best mechi katika la liga Santanda, ligi kuu ya nchini Uhispania, mechi kati FC Barcelona dhidi ya Real Betis. Barcelona alimkaribisha Real Betis katika uwanja wao nyumbani wa Camp Nou. Mechi imemalizika kwa sare ya goli moja kwa moja. FC Barcelona moja, Real Betis moja. Haikuwa mechi rahisi kabisa, ilikuwa bonge moja la mechi, tough game kweli kweli, kwa pande zote mbili, siku FC Barcelona wala Real Betis. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika kwa sare ya goli moja kwa moja. Gavi, katika dakika saba mchezo, anatanguliza FC Barcelona, akipokea assist yake Ferran Torres. Dakika kumi baadaye Nathan anaisawazishia Real Betis na, na ev tukarudi kuzishuhudia dakika nyingine 45 za kukamilisha tisini za kucheza, dakika ambazo zilikuwa ngumu kwa pande zote mbili. FC Barcelona wamefanya mashambulizi mengi ya kutosha, lakini hayakuwa na matunda yoyote, lakini vilevile Real Betis walifanya mashambulizi kadha, lakini hayakuwa na matunda yoyote. FC Barcelona waliutawala mchezo kwa kiasi kikubwa sana, lakini ukosefu wa umakini na bahati pia haikuwa upande wao wameshindwa kuondoka na chochote katika dakika 45 za kipindi cha pili. Full time FC Barcelona moja Real Betis moja. FC Barcelona, Barcelona wameshindwa kutumia opportunity ambayo wamepewa na Real Madrid baada ya Real Madrid kufungwa katika mchezo wao wa leo ambao wamecheza na Valencia. Real Madrid baada ya kupoteza alama tatu muhimu, wengi walitegemea FC Barcelona itashinda katika mchezo wa leo ili iwe na tofauti ya alama sita dhidi ya Real Madrid. FC Barcelona wameishia kupata sare, sare ambayo inawapelekea kuwa wana alama sitini na saba alama nne mbele ya Real Madrid ambao wana alama sitini na tatu wakiwa na alama tatu, michezo sawa thelathini huku nafasi ya tatu ikishikiliwa na Atletico Madrid ambao wana alama hamsini na saba Nafasi ya nne ikiwepo Athletic Club ambao wana alama hamsini na tatu Nafasi ya tano iko Real Betis. Real Betis leo ameweza kupanda paka nafasi ya tano baada ya sare dhidi ya FC Barcelona akiwa na alama 8 katika michezo 30 alocheza mpaka sasa. Mkiani bado iko Real Valladolid ambayo ina alama 16 katika michezo 29 alocheza mpaka sasa. Wewe unahisi ni nini kimewanyima ushindi leo FC Barcelona katika mchezo wao dhidi ya Real Betis? Naomba niambie hapo kwenye comment. Ya hapa ni Super travu ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.